Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa Young Africans. Hivi majuzi mlihudhuria mkutano wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, na baada ya hapo mkatoa matakwa yenu ambayo lazima yatekelezwe ili mcheze mchezo nambari 184 dhidi ya Simba, watani weni wa jadi. Mpaka sasa mmeyapata majibu ya hayo matakwa yenu? Status sasa hivi ni kusubiri majibu kutoka kwa wahusika ambao tumewasilisha matakwa yetu. Kwa hiyo mm. Sisi kama klabu kama taasisi mm. tumesha play pati yetu. Tuliitwa kwenye kikao, tukahudhuria kikao mm. tukatoa matakwa ambayo tuko nayo, na tukarudi kuwajulisha wanachama na mashabiki wetu juu ya matakwa hayo mm. na sasa ni tunasubiri kuona yakifanyiwa kazi hayo matakwa, ambayo tumeelekeza kwenye barua yetu ambayo imeandaliwa na kamati yetu ya utendaji mm -hmm. yamebaki masaa machache, maanake Jumapili sio mbali hapa, pengine waki, pengine wakitoa matakwa, wakitekeleza matakwa haya, yamebaki masaa machache, bado mtaenda uwanjani ama, inategemea pia muda waliotoa mata, wat, wat, watakaojibu matakwa hayo uh, katika matakwa ambayo tuliyawasilisha mm -hmm. haya manne pia tuliwaambia, mm -hmm. uh, tutakuwa tayari kucheza mchezo huu kwenye tarehe nyingine itakayopangwa tofauti na tarehe kumi na tano. mm -hmm. kwa sababu tunaamini mechi ya dabi inahitaji maandalizi maandalizi mm -hmm. e, ya kimwili, kiakili kuelekea huo mchezo mkubwa kabisa barani Afrika. Kwa hiyo tuliwaambia pia wakifanyiwa kazi basi, tutakuwa tuko tayari kucheza kwa tarehe nyingine tofauti na kumi na tano. Maana yake msimamo wa taasisi pia mm hatuko -hmm. tayari kushiriki huo mchezo a, siku ya tarehe kumi na tano, ila tutakuwa tayari kushiriki a siku nyingine endapo matakwa yao wamefanyiwa kazi. Tumeona ripoti ya e, taarifa ya watani wenu leo inasema kwamba wao pia hawako tayari kucheza mechi nyingine tofauti na hii tarehe kumi na tano. Unasemaje? Hao ni watu wanaotapatapa, hawajui wanataka nini, hawajui wanasimamia nini, hawajui wanaeleza nini wanachama wao. Kwa hiyo mi nafikiri ningejikita zaidi kuizungumzia taasisi yangu ambayo ndiyo inaonyesha direction nzuri ya football kwa taifa hili. Kwa hao wengine hao shefu kifuatilia ya maandiko yao toka mwanzo hmm. Ni watu wanaotapatapa wasiojua exactly wanataka kuachieve nini kwenye kwenye kwenye mchezo huo.